Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anayewakilisha vyama vya siasa vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa Edward Loasa amesema hana shaka juu ya mpango wake wa kutoa elimu ya bure kuanzia ngazi ya awali hadi chuo kikuu kwa kuwa rasilimali zilizopo nchini zinajitosheleza kuwahudumia wananchi. Loasa amewekea mkazo mpango wake huo katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye viwanja vya Sinoni mkoani Arusha ambapo amesema ikiwa atachaguliwa kuwa rais, elimu ndicho kitakuwa kipaumbele chake namba moja. Mwanahabari wetu Ramadhani Mvungi anaripoti akiwahutubia wakazi wa Arusha na maeneo ya jirani, licha ya mvua kunyesha kwenye viwanja hivyo, mgombea huyo wa urais amesema mpango wake ni kutumia vyema rasilimali za nchi pamoja na kubana matumizi ya serikali ili azma kuwapa ya kuwapa Watanzania elimu bora itimie <coughs> huku pia akiahidi kuangalia upya maslahi ya walimu challenge. Aidha, Loasa amesema akifanikiwa kuingia Ikulu ataondoa ushuru kwenye mazao ya kilimo na kuwaruhusu wakulima wauze mazao yao nje ya nchi bila vikwazo. Mwanasiasa mkongwe aliyejiondoa ndani ya Chama cha Mapinduzi siku chache zilizopita Kingunge Ngombale Mwiru ametumia jukwaa hilo katika viwanja vya Sinoni Arusha kuwajibu wale wanaohoji mpango wake wa kujiondoa CCM kwamba yeye ni mwanamabadiliko. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi James Mbatia pamoja naye waziri mkuu mstaafu Fredrik Sumaye wamesema wananchi wanapaswa kuichagua Ukawa ili kuondokana na vitendo vya ubadhirifu wa mali za umma unaofanyika hivi sasa nchini.

Mkutano huu umefanyika katika viwanja vya Sinoni, umbali wa kilometa takriban tano kutoka jiji la Arusha, ambapo licha ya viongozi wa Chadema kutaka kuusimamisha kutokana na mvua kunyesha, lakini wananchi walionekana kutokuafiki azma hiyo, na hivyo kuendelea hadi pale ulipofikia tamati. Ramadhani Mvungi, Star TV.